herini wote kwa mwaka mpya wa 2026. <coughs> Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema na baraka zake anazoendelea kutujalia na kwa zawadi ya kila mmoja wetu. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sham, kwa zawadi ya mashemasi wetu 11. Tumpe tena Mwenyezi tu Mungu sifa na shukrani <coughs> tuendelee kuziombea familia zetu na tuombee mito katika kanisa tunaendelea kumwomba Mwenyezi Mungu atubariki na kutujalia afya njema ya kiroho na kimwili, tuweze kufanya vyema utume wetu kwa ajili ya sifa na utukufu wake Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya wokovu wa roho zetu na roho za watu wote. Tumsifu Yesu Kristo. Si rahisi sana kwangu binafsi kuzungumza kwa kirefu na kuongea mambo mengi siku kama ya leo na muda kama huu, na hasa baada ya kusikia ujumbe huo wa Baba Mtakatifu kama ulivyoletwa kwetu na mashamba baskofu mkuu Isaac Amani. Nilipewa taarifa hiyo toka ofisi ya Baba Mtakatifu, ofisi ya Nuncio, na ilikuwa ni mshtuko. Ilikuwa sio rahisi kupokea hivyo Ilikuwa ni ngumu kwa sababu najua utume huu sio mrahisi, ni mgumu. Kwa hiyo nishtuka hiini baada ya muda na kutafakari, nilipokea uteuzi huo wa baba mtakatifu nikijua kabisa kwamba Mwenyezi Mungu ambaye ameniumba kwa sura na mfano wake na kuniita kumtumikia atanipa nguvu na uwezo wa kuendelea na utume wangu sehemu ambayo anataka yeye nifanye niko namna ya pekee katika jimbo jipya la Bariadi. Naomba nitumie nafasi hii kumshukuru, kutoa neno la shukrani kwa ujumla, kwa mshamba baskofu mkuu Isaac Amani, mshamba baskofu mkuu mstaafu Josefu Atulis Lebulu, kwa mapadre wote wa jimbo na mashirika mbalimbali, kwa mashimasi watawa wote wa kike na wa kiume na Wakristo walei wote kwa ujumla, na watu wote wenye mapenzi mema. Nawashukuruni sana kwa upendo wenu, ushauri wenu, ushirikiano wenu ulionipa katika kipindi chote tulipokuwa pamoja katika utume katika jimbo letu kuu katoliki la Arusha. Asanteni sana, Mungu awabariki. Nina sote tunajua kabisa kwamba Kanisa letu Katoliki ni moja, kanisa letu ni moja takatifu, Katoliki na la mitume, na tunakiri hayo katika imani yetu. Hivyo nina imani kabisa kuwa na familia ya Mungu jimboni Bariadi atanipokea na tutafanya kazi pamoja vizuri, kama nilivyofanya na ninyi hapa Arusha. Naomba tuendelee kuombeana na kutakiana kila laheri na baraka zake Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Si ni hayo mafupi na omba sala zenu na tuendelee kuhudumia taifa la Mungu kwa moyo wa furaha, moyo wa sala na uliojaa shukrani, moyo wa kutoa huduma kwa furaha, na unaopenda amani siku zote, una thamani kubwa kabisa zaidi ya utajiri uliomo katika ulimwengu huu. Tumsifu Yesu Kristo. Naombeni sala zenu, tuendelee kuombeana na kufanya yale ambayo Mwenyezi Mungu anataka tuyafanye kwa ajili ya sifa na utukufu wake na kwa ajili ya wokovu roho zetu na roho za watu wote, na watakieni wote kila la heri na baraka zake Mwenyezi Mungu, na asanteni sana.